Jo, jo, jo, e, Katika hewa safi, Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Unasikiliza dakika za Yesu Kristo leo. E, ni tarehe 6 Desemba, siku ya saba katika safari yetu ya majilio safari ya neema ya kutafakari na ya kujiandaa kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ilivyo katika kila siku ya majilio, mama kanisa anatuita kutazama kwa imani kile Mungu anachotenda ndani yetu na kati yetu. Mungu ajaye kuleta amani na ushindi wa roho. Masomo ya leo yanatualika kutafakari juu ya amani, amani ambayo si utulivu wa nje tu, bali hali ya moyo unaotulia ndani ya mapenzi ya Mungu. Nabii Isaya anatoa taswira ya Mungu anayewakusanya watu wake, anayewaongoza kwa upole kama mchungaji anayebeba wana kondoo mikononi mwake. Ni picha ya Mungu anayesema "Msiogope, mimi ndimi ninayewafariji na kuyatakasa." Katika Injili Kristo anatuita kuwa watu wa busara na uaminifu wa wale wanaojisikia wito wa kujiandaa na kutengeneza njia ya Bwana. Tunakumbushwa kuwa amani ya Kristo haiwezi kukaa katika moyo usiotaka kusikiza moyo uliojaa kelele za dunia, wala moyo uliokata tamaa. Amani inaota katika mioyo inayotii, mioyo inayomwamini Mungu, na mioyo inayojifunza kukabidhi yote mikononi mwake. Amani ya Kristo ina vipengele vitatu muhimu. Amani ni matokeo ya imani inayokuwa, Tunapotulia kwa Bwana na kumwamini, anapunguza msongamano wa hofu na kutupatia pumziko la ndani. Amani ni zawadi kwa wenye moyo wa toba. Majilio ni kipindi cha kurudi kwa Mungu. Pale tunapokubali kupokea msamaha wake, ndipo roho zetu hupata utulivu mpya. Kwetu amani inahusu jirani. Hatuwezi kuwa na amani ya kweli bila kuleta amani kwa wengine. Kwa maneno yetu, kwa msamaha, kwa subira na kwa matendo ya upendo. Bwana utuwokoe. Katika siku hii ya saba ya safari yetu tunaitwa kuwa walinzi wa amani, kuileta nyumbani kwetu katika jamii katika parokia katika jumuiya na katika mipasuko ya maisha yetu ya kila siku. Tuombe. Ee e, Mungu wa amani ya milele tunakuinamia katika siku hii ya saba ya safari ya Majilio, Tujalie amani ya moyo, amani ya fikra na amani ya roho. Tuondolee mizigo ya hofu, chuki, hasira na kukata tamaa. Tujenge ndani yetu moyo mpole na mnyenyekevu, ili tupokee amani yako ya kweli. Yesu Kristo, mfalme wa amani, zaliwa katika mioyo yetu, na ulete utulivu katika maisha yetu ya kila siku. Roho Mtakatifu, tuongoze kuwa vyombo vya amani kwa neno la faraja, kwa msamaha na kwa matendo ya upendo. Mama Maria, malikia wa amani, tuombee na utuongoze kumkaribisha mwokozi wetu kwa moyo safi. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Bwana hii imekuwa dakika za Yesu Kristo hapa Redio Maria, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Kesho tuungane tena tarehe 7 Desemba tukiendelea kupiga hatua katika safari ya Majilio, ya kujenga moyo unaomlaki Kristo anayekuja. Nimekuwa wako, Shamba wa Shamba.